Mazishi ya aliyekuwa Askofu wa Kanisa la Assemblies of God, Kanisa la Mungu, Askofu Mstaafu Joel Dirangw yamefanyika tarehe tano Novemba mwaka 2025 nyumbani kwake katika kijiji cha Mahheri Muray, wilaya Mbulu, mkoa wa Manyara. Askofu Joel Dirangw alifariki dunia mnamo tarehe 31 Oktoba mwaka huu katika hospitali ya Haydom, Mbulu, mkoa wa Manyara alikuwa amelazwa kutokana na matatizo ya ugonjwa wa kisukari cha muda mrefu. Marehemu alizaliwa mnamo tarehe 2 Julai mwaka 1932. Katika msiba huu wachungaji na maaskofu pamoja na waumini mbalimbali wamejitokeza kwa wingi kuweza kutoa heshima zao za mwisho kuhifadhi mwili wake. Bwana ametoa, jina la Bwana lehimidiwe. Alizaliwa mwaka 1932. Hayati Rev Joel Dirangw alioana na Bi Paulina Hona mnamo mwaka 1956 na kubarikiwa kupata jumla ya watoto kumi na mbili, kati yao wa kiume ni watoto saba na wa kike ni watoto watano. Kati ya hao watoto kumi na mbili, wawili wamefariki ambao wa kiume ni mmoja na wa kike ni mmoja pia. Hivyo basi, watoto walioko hai ni watoto kumi. Aidha, Rev. Aldina na mkewe wamebarikiwa kuwa na wajukuu 35, mme wa kiume 20 na wa kike 15 na vitukuu 12. Kwa hiyo Rev. Joel Dirangw na mkewe wamebarikiwa kuwa na uzao 46. Kuokoka. Hayati Rev. Joel Dirangw aliokoka mwaka 1961. Elimu. Hayati Rev. Joel Dirangw alipata elimu ya watu wazima mwaka 1964 hadi mwaka 1965 na, na mwaka huo huo wa 1965 akajiunga na elimu ya Biblia katika chuo cha Biblia ani iliyokuwa chini ya wamisionari wa, wa kanisa la WFM kutoka Canada. Aidha, mwaka 1970 alijiunga na African Leadership College iliyokuwa chini ya wamisionari hao hao. Nyadhifa mbalimbali, hayati Rev. Joel Dira katika uhai wake alianza kazi ya Mungu mwaka 1961, ambapo mwaka 1965 alibarikiwa kuwa mchungaji. Mwaka 1970 hadi 1985 alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa kanisa la WMF area ya Iraq na mwaka 1985 hadi 2002 al alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa kanisa la Mungu kanda ya Magharibi, iliyokuwa kipindi hicho mikoa ya Arusha, Mwanza, Shinyanga, Singida na Tabora. Mwaka 1972 hadi mwaka elfu moja, eh, hadi mwaka 2019 alikuwa mwalimu mkuu wa sh... mwalimu na mkuu wa shule ya enezi uh, kanisa la Murai pale kanisa la Murai. Na mwaka 2002 hadi 2007 alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa kanisa la WMF kitaifa. Mwaka 2006 alichaguliwa kuwa askofu mkuu wa kanisa la WMF Tanzania hadi umauti ulipomfika ambapo pia alikuwa ni mwasisi wa kanisa hilo la WMF na mdhamini wa mali zote za kanisa. Ugonjwa. Hayati Rev Dirangw alianza kuugua mwaka 2017 na, na akapelekwa katika hospitali ya NSK Arusha na kugundulika kuwa na ugonjwa wa kisukari na shinikizo la damu, ambapo alitibiwa na kupata nafuu na kurudishwa nyumbani na kuendelea na kazi zake za utumishi na kazi nyingine kama kawaida. Mwaka elfu mbili na mwaka elfu mbili na ishirini na tano, mwezi wa nne alianza kuugua tena na kupelekwa hospitali ya rufaa ya Haydom, ambapo mwezi wa saba alilazwa bado akisumbuliwa na ugonjwa wa kisukari na shinikizo la damu hadi umauti ulipomfikia tarehe 31 mwezi wa 10 2025. Poleni sana kwa ajili ya msiba huu mkubwa ambao umetufikia kwa ujumla. Kwa upande wetu wa kanisa tumelipokea kwa masikitiko makubwa. Huyu mzee kama historia inavyojieleza ni shujaa ambaye alikuwa imara katika utumishi wake na amefanya kazi nyingi na amefungua makanisa mengi. Kwa kweli tumempoteza mtu ambaye angekuwa muhimu. Kama ingewezekana, angerudishwa nyuma kidogo, awe jana hivi, kazi hii ingeenda mbele zaidi, lakini kwa kuwa Mungu wa binguni anamhitaji watu waaminifu na waadilifu na amemwita na ndio wakati wake. Kwa hiyo sisi wote tufarijike kwamba siku moja tutamwona katika uzima wetu wa milele akipata neno lile kutoka kwa mtu mwingine alikuwa wezi, akalitoa akalipeleka kwa nyumba nyingine. Huyo alikuwa ni mchungaji, alilisha kondoo zake. Alikuwa na kanisa hapa, alianza na kwa kweli tunamshukuru. Alishuka Nkaiti Kaiti Mission, ambao wakati ule tunafanya kazi wote pamoja ni Joel. Maneno yake alikuwa ni machache. Tumefika hapa kuomboleza kwa, kwa familia na watoto na wengine wote. Tumefika hapa kama kanisa la Mungu la Tanzania, ambalo hakika limemkosa shujaa na nitumaini na ni faraja kwa kanisa la Mungu. Panda hiyo mbegu kama talanta aliyopewa na Mwenyezi Mungu na leo anapomwita, sisi tunayakumbuka yaliyo mengi kutoka kwake. Ndiyo maana tumemwitikia na tumekuja kwenye ibada hii, tuyaenzi na kuyatumia yale yote yaliyopanda kwetu sisi, lakini pia tuwe mmoja wa waendelezaji wa yale yote yanayompendeza Mwenyezi Mungu. Mchungaji Joeli, kwa kadri ya utumishi wake kutoka miaka hiyo sitini na moja, yalikuwa mazingira magumu sana ya utumishi wa kanisa, kwa kuwa wakati ule haikuwa rahisi hata akija hapa Mure kupata waumini, na kazi hiyo kubwa aliifanya kwa utume. Ndiyo maana leo kanisa limemea. Hongereni watumishi wa Mungu, Mwenyezi Mungu awabariki sana. Lakini sasa umefika wakati wako Baba kusema nao kwa njia ya neno lako. Naomba roho wako mtakatifu, roho mfariji asimame, azungumze na umati huu, aseme na wadogo, aseme na wakubwa, aseme na wenye elimu, aseme na wasiwa na elimu, aseme na tajiri, aseme na maskini, aseme na mtu wa hali yeyote. Naomba uwepo wako usimame na mtumishi wako mwisho. Baba yetu ametufundisha mambo mengi sana. Ametufundisha upendo, ametufundisha mshikamano, ametufundisha uvumilivu. Hasa sisi familia na aidi, tutaendelea kushirikiana, tutaendelea kupendana, lakini na mshikamano zaidi. Leo baba amepumzika, ni siku ya sita hatunaye lakini maana yangu ni nini? Maana yangu ni kwamba wote mliokuwa mnatusaidia, wote mliokuwa mna kuja kutu, kufanya ibada hapa, naomba mzidi kuendelea kufanya ibada kwa sababu mama yetu bado yuko na, napenda kushirikiana na nyie na ametusaidia sana mambo mengi, na itakuwa itakoa ikumbukumbu yetu katika maisha na kumwiga katika jina la Yesu. Naona na usunhu Amen.